E bwana, jana tulikuletea update kuhusiana na issue ya Diamond Platinumz. Uh, kule wasanii wa Uganda tunafahamu kwamba hivi karibuni kulikuwa kuna lile kulikuwa kuna ile marathon festival ambayo ilifanyika huko Uganda na katika marathon festival hiyo, yani katika ile tamasha ni kwamba Diamond alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao walitumuiza kama main act katika tamasha hilo, na treatment ambayo alipata Diamond Platinumz bwana ilikuwa ni executive au tunaweza kusema kwamba ni ile eh, treatment ya hali ya juu kutokana na kwamba eh, Diamond Platinumz kwanza kabisa alitoka Tanzania kwenda Uganda kwa kutumia private jet lakini, pia alipofika kule Uganda alikuwa anazunguka katika miji mbalimbali, hakuna mambo ya foleni foleni, alikuwa anaruka na chopa yani, helicopter ndiyo ilikuwa inamzungusha ya katika maeneo mbalimbali Diamond huko Uganda. Lakini ukachana na hayo yote at the end of the day, kitu ambacho tumekuja kukiona au kukishuhudia ni kwamba wasanii wa kule Uganda wamekuja kugundua kwamba Diamond amelipwa takriban milioni mia saba, ambapo ni kitu ambacho kimewauma sana, kwa sababu sio jambo dogo kuona kwamba msanii ametutiwa hivyo alafu then amelipwa pesa ndefu, ukilinganisha na wasanii wa pale pale Uganda wakubwa tu, kama vile akina Edikenzo, ambaye Edikenzo alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao walikuwa wanalalamika kuhusiana na treatment pamoja na malipo ya, ya Diamond yalikuwa ni makubwa ukilinganisha na wasanii wa pale pale wazawa wa Uganda. Na hii sio mara ya kwanza, hii imetokea hata Ghana, umeona imetokea Ghana, imetokea Zimbabwe, sorry, imetokea Zambia imetokea pia Kenya. Sasa this time around imetokea Uganda pia. Sasa basi bwana, baada ya Edikenzo kulalamika ni kwamba Bebe Cole, mmoja kati ya wasanii maarufu pia huko Uganda, ukizungumzia A list celebrity wakina Jose Camillion, basi utamtaja pia Bebe Cole kwamba ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwa muda mrefu, hivyo basi Bebe Cole yeye bwana ame baada ya Edikenzo kulalamika e, kuhusiana na maendeleo katika tamasha la Coffee Marathon ambapo lililompa msanii wa Tanzania Diamond Platnumz kipaumbele, Bebe Cool ameibuka na mtazamo tofauti kuhusiana na sakata hilo. Kwa mujibu wa tetesi ni kwamba Diamond alilipo takriban shilingi milioni mia saba na hamsini za Uganda, e, ambapo kiwango hicho kiliwaacha wasanii wa ndani wakiwa na masikitiko na wakihisi kwamba wamedhulumiwa. Hata hivyo, Bebe Cool aliwashauri wasanii kama vile kina Eddy Kenzo kutazama jambo hilo kwa jicho la kibiashara na sio kihisia. Ee, Bebe Cool alisikia akisema kwamba ni uwezo wako na juhudi zako na thamani ulioweka ulionayo, uh, ulio, ulio ndiyo inayoweka pesa kwa wateja wako akiwa kwenye kipindi cha NTV The Beat, Bebe Cool alisisitiza kuwa wasanii kima wa kimataifa hulipwa zaidi, si swala la upendeleo bali ni matokeo ya mazungumzo ya kibiashara na thamani yao. Nakumbuka nilipokwenda kwenye mazungumzo, na, ma, mazungumzo ya mradi wa Tubonga Tubonga, nawe na NRM nilisema wazi kiwango changu. Rais alisema kama anaweza kutekeleza atalipa hicho kiasi. Thamani yako ndiyo inayozungumza. Kwa kauli yake Bebe Cool, anaamini kuwa msanii wa, wasanii wa Uganda wanapaswa kujifunza namna ya kuweka thamani kwenye kazi yao badala ya kulalamika pindi wanapoonekana kupitwa. Kauli hizi mbili za Ed Kenzo na Bebe Cool zinaonyesha mgawanyiko wa mitazamo ndani ya tasnia ya mziki wa Uganda kuhusiana na namna wasanii wa ndani wanavyotendewa kwenye matukio makubwa yenye ushiriki wa wasanii wa kimataifa. Umeona bwana, so hivyo ndivyo situation ilivyo. Kwa hiyo, huku Ed Kenzo alilalamika kwamba kwa nini Diamond amelipwa vizuri, kwa nini amemtreat vizuri, usafiri na kila kitu Bebe Cole msanii wa kitambo zaidi amesema kwamba ni sahihi kutokana na kwamba Diamond ni msanii wa kimataifa, ametoka nchi nyingine, amekwenda pale, lazima atitiwe vizuri, na pia vile vile swala la malipo ni ishu ya makubaliano, kulingana na thamani ya msanii. Ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo? Weka maoni yako katika comment section, ndio kwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.